Chuo kikuu Mwanza kiliambiwa kirekebishe, lakini chuo kilishindwa kufanya marekebisho. Chuo hiki kitaendelea kutoa mafunzo kwa wanafunzi wengine wanaoendelea. Kuna wanafunzi wa mwaka wa pili na wanafunzi wa mwaka wa tatu. Wanafunzi tunaowazungumza ni wa lapili, atume, wanafunzi wa mwaka wa kwanza. Eneo la pili au maamuzi ya pili ya tume kutoa kibali kwa wanafunzi wote wa mwaka wa kwanza kuhamia kuamia vyuo vingine Tume imetoa kibali cha kuwapa fursa wanafunzi wa mwaka wa kwanza waliodahiliwa kusajiliwa na kuripoti chuoni hapa. Wamedahiliwa, wamesajiliwa na wameripoti, wako hapa tunavyozungumza, kuomba kuhamia vyuo vingine vilivyoruhusiwa kudahili wanafunzi katika programu ya udaktari wa binadamu au programu nyingine watakazozipenda kwa mwaka wa masomo 2025 2026 au miaka inayofuata. Wanafunzi hawa wengine wanaweza wakasema niliingia shahada ya udaktari, lakini sasa nilitamani niende shahada nyingine labda ya afya au nyingineyo. Tume imetoa hiyo fursa, na ninavyozungumza mimi kama katibu mtendaji nimeambatana na maofisa wangu na tuko katika kuratibu hilo zoezi, mara tu baada ya kuzungumza na nyie. Maamuzi ya tatu, chuo kikuu Mwanza kiwataarifu wanafunzi na kuwasaidia kukamilisha taratibu za uhamisho. Chuo kikuu Mwanza kimeelekezwa kuwataarifu wanafunzi husika kuwa chuo hakitatoa masomo kwa mwaka wa kwanza katika mwaka wa masomo 2025 2026, kutokana na kutokidhi taratibu za uendeshaji wa elimu ya chuo kikuu. Wananchi, wazazi huko waliko, ndugu jamaa na marafiki ambao sasa watakaposikia hili watambue kwamba swala hili linashughulikiwa kufuatana na sheria, kanuni na taratibu na wanafunzi wote hawa wanashughulikiwa ili wasiweze kupoteza haki yao ya msingi ya kusoma na kupata elimu iliyo bora. Kwa hiyo masuala haya yanashughulikiwa kwa kufuata sheria, kanuni na taratibu kama nilivyosema, na na sheria ya vyuo vikuu e, sura namba 346 na kanuni zake za mwaka 2013 imeprovide vitu vyote hivi likitokea jambo hili, ni kitu gani kinachotakiwa kufanyika? Lakini kwa, kwa, kwa shahada ya udaktari, shahada zote ni muhimu, hakuna shahada ambayo sio muhimu. Lakini madaktari wote tunafahamu madaktari kwamba lazima tuwe na madaktari ambao wamekidhi vigezo. Chuo kinapokuwa kimefikia kwenye changamoto kama hii, na kama ambavyo huko nyuma ilitokea, gharama zinalipwa na chuo husika na chuo kinaweza kikawa kwa sasa hivi, kwa sababu wanafunzi watakiwa kuondoka sasa hivi, tutaangalia sisi kama tume, kwa sababu hizi watalipa wao, lakini nauli zao kwa sasa, ili waweze kuwahi kule wanakokwenda, na masuala mengine ya ada yatashughulikiwa kuendana na sheria, kanuni na taratibu kama ambavyo sheria ya vyuo vikuu inaelekeza.